Diamond Platnumz, D'voice, pamoja na Ommydimpoz wameondoka nchini kuelekea Lagos, kwenye mwendelezo wa sherehe za JP 2025 ambazo zinamuhusisha Jux na bidada Priscilla, ambapo huko watafanya traditional wedding ya ama zile ndoa za kimila, lakini pia mwezi wa tano zitaendelea, nadhani itakuwa tamati ya sherehe hizo hapa hapa nchini Tanzania. Kama unavyoona hapo namuonesha Diamond Platnumz akiwa anashuka kwenye hiyo loliroisi yake, lakini pia upande wa pili utamwona D'voice pamoja na Ommydimpoz, lakini pia kuna watu wengine hapo kama Salamu SK na wengine ambapo wanaenda kupanda hiyo private jet. Kama unafahamu private jet ni ndege zile binafsi ambazo zinakuwa kwenye matukio maalum tu kama hivyo, kuwabeba watu fulani kuwapeleka sehemu fulani. Na hizi private jet zinakuwapo ni very gharama, yani ni very expensive sorry, ni very expensive, yani gharama yake inakuwa ni ndefu sana sana. Na imekuwa ni kawaida kwa Diamond Platinumz kupanda private jet kwenda kwenye matukio tofauti tofauti kama show na vitu vingine kama hii hapa ya, ya JP 2025. So Diamond ameshare video hii na kuandika Lagos in a minute. Afu akaweka tag ya JP 2025.